wili wamefariki baada ya maporomoko mengine ya ardhi kutoka katika kijiji cha Kipkenda eneo bunge la Keiyo Kaskazini kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wawili hao walipoteza maisha yao usiku wa kuamkia leo baada ya udongo mkubwa kuteleza na kubomoa nyumba yao. Mkasa huo umetokea siku chache baada ya watu wengine 26 wa kuaga dunia katika mkasa kama huo eneo la Chesongoch kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kikosi cha mashirika mbalimbali mbali, kimeendeleza juhudi zake za uokoaji hadi eneo hilo ambalo sasa limeathiriwa zaidi na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Wakazi sasa hivi wanaendelea kuraiwa aweze kuhamia katika maeneo salama. Kidogo kidogo tunasikia manguruma ya mawe akitokese huko juu, alafu tena mvua ikaendelea. Wakati mvua ilipopoa kidogo, tukasikia, eh, tukasikia nduru, tulifika hapa eh, mama amevinyiliwa na wajuku wakati wa jioni, mwendo wa saa mbili, nilikuta nyumba ile ingine ambayo imebomoka, kuingia huko nakula saba na kutoka kuingia rumu hii mao moja kapitia hapa abochini, kakonga ukuta katokea mpaka ndani. Hii sehemu ya Angeny vale kutoka Anin Kibendo tuende mpaka sehemu ya Kapchelal hata kule Kiptoit kuna hatari.